Labda tu ni nikuhakikishie kitu, mimi ni tofauti na vijana wengine wote wa hapa mtaani. <gulibai> Mi nitakubadilishia ni hey. maisha. Mimi hey. Usinichukulie amini ni kijana eti kama washenzi washenzi tu, nitakubadilishia maisha, sawa? Utaamini niamini, namuwai kuna jamaa hapo mmoja nitakucheki. Sawa bebe madai basi sawa sawaa A few moments later. uuyagebuku asili hivi maji ya kandola nadukauzia elfu moja, Mtanzania mimi kweli, unataka nini? Maji yamepanda bei. Maji ni ma elfu moja na sio mia mbili kama mlivyozoea. Basi hapa ni dukani, huna chochote cha kunifanya wewe. Aibu basi, maji ya kandola